Wanasema mtaji wa chama cha siasa ni watu, basi na hao watu ndio hawa hapa ndani ya ukumbi wa Ubungo Plaza hapa jijini Dar es Salaam. Chama Asana. cha ukombozi wa umma chauma kinawapokea wanachama zaidi ya elfu tatu waliotoka chama cha demokrasia na maendeleo na kuamua kujiunga na chauma Mwenyekiti wa chauma Hashim Rungwe Skunda ameongoza zoezi hili, na yeye sera yake siku zote ni ubwabwa, anaweka maneno kwenye swala zima la kuhakikisha kwamba mtoto mtu mzima wote wanapata chakula kwa sababu ni mali ya serikali. Serikali. Watoto hao watu wazima ni mali, mali ni ni ni mali mali mali mali ya mali ya ya ya wananchi nani? nani? nani wote kwani mtoto na mtu kitu pale pale, serikali. Watoto watu wazima lazima apate chakula au mtu mzima na maisha yake mwana amkona shule chakula anapata na huyu ndio Salu mwalimu ambayo ni katibu mkuu wa chama cha Chauma atazungumza kwa mara ya kwanza katika nafasi hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ninapotoa maelekezo haya ya kwenda kukisuka chama ninatoa kwa kujiamini kwelikweli, yani ninatoa kwa kujiamini kwelikweli, ndani ya mwezi mmoja Ninaamini tutaona mabadiliko makubwa ya Chaumma ikiimbwa kila kata, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa na kila taifa. Sina chembe ya mashaka kwa sababu tunajua. Kaimu makamu mwenyekiti wa Chaumma Devota Minja ni miongoni mwa wanachama ambao wamepokelewa siku za hivi karibuni na kujiunga na chama cha Chaumma. Yeye anazungumzia lengo mahususi la kujiunga na CHAUMMA na kile ambacho kimemvutia. Twendeni tushiriki uchaguzi huu tukapigania mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu, na kama haiwezi, hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja kwa ajili ya mapambano miongoni mwa watu niliopata nafasi ya kuzungumza nao pa Ubungo Plaza ni wale wanachama wapya wa CHAUMMA waliokuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wao wanasemaje? Wamevutiwa na nini kujiunga na chama hiki? Ninaitwa Moza Ali. Uh, Chadema nilipokuwa nilikupo nina nyesfa ya nilikuwa nimestaafu kuwa makamu mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema taifa, lakini nilipokutana na katiba ya CHAUMMA niliona ni katiba ambayo inaweza ikawa na ukombozi wa ukweli kwa umma wa Tanzania, ndipo nikapochukua jukumu la kwenda kutangaza kwamba nimejivua wanachama wangu wa Chadema na nikawambia nitawaeleza wapi nitakwenda, na leo ninapenda kuwahabarisha umma wa Tanzania nipo cha umma. Kwa majina naitwa Hamza Ali Kinyema na nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Temeke. Kwenye siasa watu tuna malengo malengo kwa sababu tukiona kabisa kwamba chama kinaweza kukaa miaka miaka mitano kisifanyie uchaguzi chama kama chama kinaweza kuwa kiko hai, lakini mwanasiasa unapokaa miaka mitano usifanye harakati zako za kisiasa, maanake wewe unaenda kufa, kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kukutangaza basi. Hayo ndio ambayo yamejiri ndani ya ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam katika mapokezi haya ya wanachama wapya wa Chama cha Ukombozi wa Umma, CHAUMMA. kali zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani, Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com nyote nakaribishwa.